Ninaomba kuwaambia tumekaa kimya kwa muda mrefu, matokeo yake waharibifu wa amani ya taifa letu wameanza kuitikiza katiba yetu, na wanajenga uhalali kupitia vyombo na mitandao yao, wakitaka kuhalalisha kwamba katiba inaweza ikachezewachezewa tu, na wameenda mbele zaidi, wanasema uchaguzi usimamishwe bila kujali jambo la kikatiba. Wanafikiri matakwa ya ndoto za mtu alikaa nyumbani kwake na mke wake wakakaa wakasema tunaahirisha uchaguzi, sio kwa taifa hili la Tanzania. Marais wote waliopita waliapa kulinda katiba, akiwepo na Daktari Samia Suluhu Hassan, na sisi hatutakubali katiba hii vunjwe. Wana Shinyanga soko la nguzo na nane na masoko mengine yote na saluni zote na vijue vyote. Mimi nimetangaza leo, kama wao kweli wanaoja, tuweke mdahalo wa kikatiba, wanionyeshe vifungu gani vinaruhusu kuivunja katiba, ili na mimi nionyeshe vifungu gani vinaruhusu katiba isivunjwe, kwa sababu hatuwezi kuishi nje ya mfumo wa nini wa katiba yetu. Daktari Samia amesema baada ya uchaguzi huu kutokuwa na vikao vitakavyoendelea kwa madai ya katiba mpya iandikwe. Leo ninaomba kuwaambia, tumekaa kimya kwa muda mrefu. Matokeo yake waharibifu wa amani ya taifa letu wameanza kuitikiza katiba yetu na wanajenga uhalali kupitia vyombo na mitandao wa yao wakitaka kuhalalisha kwamba katiba inaweza ikachezewa chezewa tu, na wameenda mbele zaidi, wanasema uchaguzi usimamishwe bila kujali jambo la kikatiba. Wanafikiri matakwa ya ndoto za mtu alikaa nyumbani kwake na mke wake wakakaa wakasema tunaahirisha uchaguzi, sio kwa taifa hili la Tanzania. Marais wote waliopita waliapa kulinda katiba akiwepo na Daktari Samia Suluhu Hassan, na sisi hatutakubali katiba hii ivunjwe. Wana Shinyanga, soko la na nguzo nane na masoko mengine yote na saluni zote na vijue vyote, mimi nimetangaza leo, kama wao kweli wana hoja, tuweke mdahalo wa kikatiba, walionyeshe vifungu gani vinaruhusu kuivunja katiba hii na mimi nionyeshe vifungu gani vinaruhusu katiba isivunjwe, kwa hatuwezi kuishi nje ya mfumo wa nini wa katiba yetu. Kwa ungwano na Daktari Samia amesema baada ya uchaguzi huu kutokuwa na vikao vitakavyoendelea kwa madai ya katiba mpya iandikwe.